Rais William Ruto amebaini kuwa serikali ya Kenya Kwanza inawekeza katika kilimo cha kunyunyizia maji mashamba ili kukabiliana na baa la njaa ambalo limeonekana kuwaathiri pakubwa wakazi wanaoishi maeneo kame nchini, akisema mabadiliko ya tabia nchi yamefanya mvua kutotegemewa katika kilimo. Rais Ruto akizungumza katika Ikulu amesema kuwa serikali yake imeimarisha uchumi wa kitaifa na kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira nchini kwa kuwatafutia vijana kazi majuu pamoja na ajira katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Athari za baa la njaa zinapoendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo kame nchini, rais William Ruto amebaini kuwa serikali ya kitaifa inawekeza katika kilimo cha unyunyiziaji maji mashamba ili kukabiliana na baa la njaa ambalo limeonekana kuathiri wakazi wa kaskazini mashariki, akisema mabadiliko ya tabia nchi yamefanya mvua kutotegemewa katika kilimo.

50 new mega dams so that tuweze kuzalisha chakula ya kutosha tufukuze njaa completely na tutumie kilimo kudrive economy ya Kenya. Akizungumza alipokutana na viongozi wa kanisa la Kimethodisti katika Ikulu ya Nairobi, Rais Ruto ametetea utendakazi wa serikali yake akibaini kuwa alirithi taifa ambalo uchumi wake ulikuwa umezorota pakubwa na kupitia sera alizoweka uchumi wa taifa sasa umeimarika. Wakati nimefuika hapa, kazi yangu ya kwanza ni kuambiwa ya kwamba tuko na deni ya shilingi bilioni mbili dola za Marekani, one of the largest eurobond debt na tulikuwa tunaelekea mahali pa kushindwa kulipa deni. We had to make very difficult decisions. We had to cut down on our budget. We had to stop subsidies. We had to stop fuel subsidies so that we can consolidate our economy. Akieleza kuwa Kenya imekuwa na miundo mbinu iliyodhoofika hasa barabara, na kwa muda wa miaka saba ijayo serikali yake itatengeneza barabara za lami za jumla ya kilomita 28. We are designing and prioritizing 28000 new kilometers of roads to be built in the next 7 years. Tangu tangu independence, tangu independence tumejenga barabara ya lami kilomita elfu ishirini. Vilevile vile, Rais Ruto amesema kuwa serikali yake imefanikiwa kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira nchini kwa kuwatafutia vijana kazi majuu pamoja na ajira katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu. In in the last three years, we have close to 1.8 million young people who were not working in 2022, they are working today. And we can give you their names and where they are working. Isaac Musioka, Undugu TV.